Nimekalia kusoma panza na miguu mingapi? Hatujui jinsi zaabu na hilo tairi unachukua, you know, hilo dogo unachukua kubwa. Eh, yeah, tairi. Eh, yeah, tunakuja box na mabati makubwa. Tunaona hapa kuna water pump. Na sasa kuna ushahidi wa maji hapa na nguvu. Ya kwamba tulikuwa tunakuta maji tulipo kwa hivi vifaa vyote tunavyoona hapa mbele yenu, baadhi ya watu wametumia kutengeneza zaidi ya siku 24. Lakini sisi kwa kwani maprofesa ma wa intelligence tumetumia kwa siku 3. Hii hapa water pump ina kazi kubwa kwenye maisha ya binadamu na hata inatusaidia katika shughuli mbalimbali. Ikiwepo mambo wazi tena kwa ajili ya kuamilisha ya kwamba ina uwezo kwenda kuvuta maji. Ni wana ushahidi kabisa huo hapo. Mmoja wa tabia. Nikishamaliza hapa nitampa mwenzangu kwa ajili ya kuelezea bansi bana pale. Lakini pia tutashirikiana na mwenzangu mmoja ambaye anaitwa Mgisha kwa ajili ya kuelezea lamination. Ndio wana atakutengeneza vifaa. vnaofanya kazimai yanatokakiashuna ukosefu wa maji. Tunahitaji kuchakatiwa maji kutoka baharini kwenda nchi kavu au sehemu ametokea na mafuriko. Yanahitajika kifaa maalum kwa ajili ya kuhamisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiki kifaa hapa ndio kinachotusaidia nadhani ni mkabidzi Mike Hedge wa Mugona kwa ajili ya kuelezea bansebana pamoja na kazi zake zote. Asanteni, asante sana, karibu sana Hedge. Eh. Ee. Habari ni maprofesa wajawa sio?